Alitufunga nyumbani kwao bao mbili bila, akaja Benjamin Mkapa akapasuka kwa penalti. Hiyo ndio Simba Sports Club, kila ambaye alitufunga nyumbani kwake nyumbani kwetu tumemfunga, na hata RS Berkane ametufunga nyumbani kwake nyumbani kwetu, be, nyumbani kwetu Tanzania tutamfunga, na hili yeye mwenyewe analifahamu. Wakati tunacheza kwenye group stage msimu wa mwaka juzi, kombe hili hili la shirikisho, alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tutamfunga. Ameshatufunga nyumbani kwake, amemaliza mechi yake, sasa tumebakisha mechi yetu sisi. Wanasimba, twendeni tukamfunge Berkane, na inawezekana sana kwa aina ya timu ambayo tuko nayo. Ndugu zangu Wanasimba, itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni. Hili ni katika jambo ambalo wanasimba, litatuumiza miaka na mikaka, kama ambavyo tumeumia miaka yote kutoka mwaka tisini na tatu kombe limeondoka uwanja wa Taifa hivi sasa uwanja Uhuru, likaenda Ivory Coast. Tumebaki na maumivu kwa miaka thelathini na mbili. Ndivyo hivyo hivyo tutakavyoumia tena kombe likiondoka Tanzania, safari hii na kwenda Morocco. Tuna kila sababu, tuna kila nguvu, tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania. Na kombe halibaki kwa maneno Kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya asilimia mia moja kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki fanyeni kazi yenu kwa asilimia mia moja wachezaji wakafanye kazi zao kwa asilimia mia moja benchi la ufundi pamoja na viongozi components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha nyama anachukua ubingwa wa afrika msimu huu ndugu zanguni na kila mwafrika atafurahia mafanikio hayo ndugu zanguni Kabla ya mechi kupelekwa katika uwanja wa Amani, tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi, na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi elfu kumi na sita tiketi elfu kumi na sita Maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na tena umepitiliza kwa watu elfu moja zaidi, kwa sababu uwanja wa amani unachukua watu elfu kumi na tano pekee. Kwa tiketi elfu kumi na sita ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa amani umeshajaa na watu wengine elfu moja watabaki nje uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi? Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu elfu kumi na sita, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa nane mwaka huu, tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile elfu kumi na sita ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani lakini tukajiuliza katika watu elfu kumi na sita watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu elfu mbili pekee, watu elfu kumi na tatu wataingia kutoka wapi, ambao hawajanunua tiketi? Simeeleweka sijui. Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya, lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi elfu 30, VIP B shilingi elfu 20, VIP C ama shilingi elfu 7 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa Ncard. Itakapofika Simba Day, watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo, lazima tutambue ya kwamba kila mwanasimba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba ah nilishanunua tiketi yangu mimi sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa hapa nyumbani kwetu, katika, katika kambi yetu ya, ya, ya, ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku tano kujiandaa na hii mechi, hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi, kila mtu, kila mwana simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi Hatupaswi kunyoosheana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tano mwaka 2025 mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika, VIPA itakuwa ni shilingi elfu hamsini, jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi elfu thelathini. Na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi elfu kumi. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo tiketi yako ambayo ulinunulia kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita hiyo hiyo, unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya, ya, ya, ya fainali ya dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awali itabaki kama ilivyo. Halafu hii mpya utakayonunua ndio ambayo itasoma kwenye system siku ya kuingia uwanjani.